Je, ataweza mdudu chungu an tuharrika ljabala kulitikisa jabari min makanihi kutoka pahala pake akaliondosha? Kama mdudu chungu hawezi kuondosha jabali, basi na kafara ya yamini iliyokusudiwa uongo haiwezi kuondoka kwa kafara. Walidhalika fa inna hadha lyaminu, hakika kiapo kama hichi yusamma lyaminu lghamus huitwa ni kiapo cha kumzamisha mtu. Kiapo cha kuzamisha, wapi? Kinamzamisha katika moto wa Jahannam. Liannahu yaghmisu halifahu, kwa sababu yamini kama hii inamzamisha mwapaji wake, ila ghari jahannam. Fi nari jahannam, ndani ya moto wa jahannam, kwenye pango la jahannam. Yaminullahi, yamini ya Mwenyezi Mungu hii sasa

Ndugu yangu, kwa nini hasa, nini kilichokupelekea kuiba wewe tena ki duni kabisa? Kamwambia, kitu gani nafanya uibe wewe? Hi, kwa mfano kamkuta nakata ndizi kwenye mgomba. Kwa nini naiba chakula kama hichi ndizi? Wewe na uwezo unao hapa ulipo, kijana, unaweza na wewe ukapiga matuta ukalima muhogo na viazi na ndizi kama hiyo, ukawa nayo. Kitu gani kimekupelekea wewe uingie pahala uchukue chakula cha watu kama hivi? fakala lisu yule mwizi akasema kumjibu Nabii Isa, wallahi ma saraktu. Mna apa kwa Mwenyezimgu, mimi sia simwizi mi sibakitu mi kitu, kitu, mimi akamweka Mwenyezimgu pale, ni shahidi wake. Atadiruna madha qala lmasihu. Baada ya mwizi kula kiapo kwa kumweka Mwenyezimgu, wallahi ma saraktu Mnajua nini nabii Isa akamwambia, huyu qala lahu Nabiisa alimwambia ya akhi, ewe ya ndugu yangu, sadaqa llahu, amesema kweli Mwenyezi Mungu wakadhabat ainaya ana na yamekadhibisha macho yangu kunikadhibisha mimi, basi niloulio na uongo hivi ndo nabii Isa alivyochukua nguvu ya kutajiwa Mwenyezi Mungu. Anasema macho yangu niliona unaiba, lakini kwa kuwa unaniambia wallahi ma saraktu, basi kadhabat ainaya, macho yangu yamesema uongo. Na huyo Mwenyezi Mungu uliomtaja sadaqallahu, Mwenyezi Mungu amesema ya kweli. Yamekwisha mambo, kama umeniwekea Mwenyezi Mungu saidi, basi yamekwisha, na mimi nasuka macho yangu, macho yangu yamesema uongo yamendanganya kukuona kuona kama wewe nakuiba kumbe sie, kumbe ulikuwa huibi, kumbe ulikuwa kichukua chako. Unanikia Mwenyezi Mungu mbele, basi kadhabata ainai ya ana macho yangu mimi, amenikadhibisha. Hii Nabii Musa na Nabii Isa ametamka ikraman liyamini llahi, kwa kutukuza kiapo cha Mwenyezi Mungu yaminu llahi lladhi, ametukuza kiapo cha Mwenyezi Mungu ambacho asbaha inda nnasi la, la madhmunun lahu, leo kimepambazukiwa mbele ya watu hakina dhamana hakina madhumuni. Mtu anase, anasema tu anasema tu. Hiyo moja katika kutukuzwa vile vile Mwenyezi Mungu kutajwa, watu wanafanya kama jambo la upuuzi tu, kumweka Mwenyezi Mungu mbele ili kutaka wathibitishe wanaoyasema wasadikiwe, kwamba wanasema kweli. Anafika mtu kukamata mpaka kitabu cha Qurani lkarimu kwa mkono wake wa kulia na akayasema maneno ya kupwa na ya kujaa. Kumbe mwenyewe ana hakika si mkweli katika neno ninayosema hata moja. Katika hili si towafanyia watu, ni ana hakika wakati ule kwamba mimi si mkweli na nakula ya mimi, moja katika kuadhimisha jina la na Mwenyezi Mungu. Nabii Isa ameyasuta macho yake, hali ya kuwa kamaona mtu anaiba

la aghsilanna hadha alfama almakhmur, mimi wallahi mtakikosha kinywa hichi kilichojaa pombe. Huyu wanalolifanya kumtaja Mungu ni kitu ambacho dhikiri kubwa anafanya, lakini kalewa pombe. Jina la Mwenyezi Mungu linapita kwenye kinywa kama hichi kichafu. Mimi mtakikosha kinywa hichi ikraman lismillahi ta'ala, kwa kutukuza jina la Mwenyezi Mungu tukufu, lisitoke pahala kama hapa, angalau lipitie pahala ambapo safi kidogo hata la yakhruj lism ili lisitoke jina hili na Mwenyezi Mungu, minbaini shafataini baina ya midomo miwili makhmurataini, iliyokuwa imekunywa pombe faghasala shafataini, akenda akachukua maji nyumbani akakosha midomo miwili ya yule mlevi bilmai kwa maji wa dhahaba Maliku bnu Dinarin. Baada ya kufanya vile akaondoka Malik ibnu Dinarin liyanama kwenda nyumbani kulala usiku ule itandani kwake. Sasa fasamia hatifan kwa sababu ya kutukuza jina la Mwenyezi Mungu lisitoke kwenye kinywa kichafu cha mlevi, sababu hiyo na tabu aliyoichukua ya kukikosha kinywa kile, ili nia yake, madhumuni yake kwamba Mwenyezi Mungu atajwe na mdomo uliokuwa safi angalau.